Mbele cha pili kwa vijana ni swala zima la michezo, kwa sababu hatutaki vijana nyinyi mzeeke kabla ya muda wenu. Kwa hiyo tunataka swala la michezo na michezo. Sasa hivi michezo ni burudani, michezo ni sehemu ya afya, lakini kikubwa zaidi kwa sasa ni tofauti na zamani, michezo ni ajira na mpango mzima kabisa wa kuibua vipaji. Na nyinyi hii ni zawadi yenu kwa vijana wa Mamba, kwa sababu niliwakuta mkiwa mna hasira fulani. Lakini nikawaambia hebu fanyeni jambo moja kwanza, halafu mtaona mimi ni nani, nikishirikiana na, na ndugu yangu Chanyegea na wengine. Sasa mlipo tii hili, basi mimi nikawaletea zawadi kwanza, lakini kuna mpango wa jimbo zima, kila kijiji tunataka tuwe na timu. Na kama Mungu atajalia, huenda kila kijiji kikapata jezi moja au mbili. Tunataka ah, michezo hii ikufanye wewe siku moja uone sababu za kufika Milingano, uone sababu za kwenda Msamaka kule Maheza Nguu, yaani iwe hiyo ni sababu. Na tutashindana kikata, tutashindana kijimbo na hata saa zingine tutatoka nje ya jimbo ili watu wafahamu kwamba Bumbuli sasa kimewaka. Kwa hiyo, hili swala la Veta ni miongoni mwa maswala ya vijana ambayo ni kipaumbele pia, kwa sababu nataka mpate ufundi stadi vichwani mwenu, muweze kufikiria mbali zaidi na kuibua mambo. Juzi natoka kwenye chuo chetu cha wilaya cha Veta, tumebahatika kupata chuo kimoja cha wilaya cha Veta tangu mwaka 2023. Kwa hiyo juzi ndio walikuwa wahitimu wa kwanza wamemaliza. Kwa kuwa na mimi ni mjumbe ni, ni mbunge wa ni, ni mjumbe muhimu katika wabunge wa jimbo hili basi nikateuliwa na wenzangu niende huko baada ya kuonekana wao wameshikika kidogo na majibu. Tumefika pale na tumeona wale wana, yale wanayojifunza pale hata nyinyi mnaweza kujifunza kwa sababu kuna ufundi wa muda mfupi, wa kati na kati, na ufundi wa muda mrefu kiasi cha miaka miwili. Watu pale wanajifunza kushona na kudarizi, wanajifunza mambo ya umeme wa majumbani, wanajifunza kuhusu kompyuta, wanajifunza kuhusu mapishi, wanajifunza mambo mengi sana, mpaka hata umekanika pale. Hivi karibuni wataweka mpaka na udereva wataweka. Kwa hiyo sasa hivi vitu ni muhimu, kwa sababu dunia ya leo, Tanzania ya leo, kila kitu utaambiwa, onyesha cheti. Huna hmm. unakosa fursa, hivi hivi, kwa cheti tu cha kwenda kukalia miaka miwili. Kwani miaka miwili ni mingi?